Miaka mia moja na moja iliyopita, dunia ilishuhudia mauaji ya zaidi ya watu milioni 17. Mauaji hayo makubwa yalitokea wakati wa vita ya kwanza ya dunia iliyoanza mnamo mwaka 1914 mpaka mnamo mwaka 1918, yaani walipigana kwa miaka minne tu, lakini vita hii iliondoka na maisha ya watu wengi sana ulimwenguni katika kipindi hicho kifupi, na ilisababisha madhara makubwa sana. Je, nini sababu ya vita hiyo? na miaka michache nyuma kabla ya vita hiyo hali ilikuwaje? Na kwa nini ulimwengu mzima ulishiriki katika vita hii? Ili uweze kufahamu mambo hayo na mengine mengi sana kuhusiana na vita kuu ya kwanza ya dunia, hakikisha kuwa unaungana nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa makala hii. Kama bado hujasubscribe katika channel yetu na subiri nini? Hakikisha kuwa unasubscribe kisha na bofia alama kengele ya notification, kwani kwa kufanya hivyo utaweza kupitwa na video zetu zenye lengo la kukuburudisha na kukuelimisha. Mimi naitwa Denis Jenson. Kwanza kabisa, kabla ya kuanza kwa vita hii, bara zima la Ulaya lilikuwa limegawanyika katika makundi makuu mawili. Upande wa kwanza uliitwa Triple Entente. upande huu ulikuwa na makubaliano ya kuteteana endapo lolote litatokea li hasa hasa vita. Mataifa ya kundi hili yaliungana baada ya waasisi wake, yaani Ufaransa na Urusi kuzalilika vibaya katika vita ya franco Franco-Prussian War iliyotokea mnamo mwaka 1870 mpaka mnamo mwaka 1871. Hivyo mataifa haya wakaamua waungane na kutengeneza umoja wao ambao uliitwa Franco-Russian Alliance, kwani waliona Ujerumani amekuwa na nguvu sana, hivyo lazima waungane ili kusaidiana. Umoja huu uliundwa mnamo mwaka 1894. Ilipofika mwaka 1904, kulikuwa na makubaliano mengine kati ya Uingereza na Ufaransa ambayo yaliitwa British French Entente. Hivyo makubaliano haya yalimfanya Muingereza kuwa mmoja wa muunganiko huu wa Triple Entente, hata kama yeye hakuingia makubaliano na Urusi, kwa sababu hapo awali taifa la Urusi lilikuwa na urafiki na taifa la Ufaransa, na taifa la Ufaransa lilikuwa na urafiki na taifa la Uingereza. Sasa mataifa haya matatu ikabidi waungane na wawe kitu kimoja na kuunda umoja wao ambao uliitwa Triple Entente. Mpaka hapa sasa tumeshaona kundi la kwanza tayari limeshazaliwa huko barani Ulaya. Sasa twende katika upande wa pili ambao ni taifa la Ujerumani. Ujerumani ambaye wakati huo alikuwa ni tishio kubwa sana huko barani Ulaya alikuwa na rafiki yake ambaye ni Austria Hungary. Pia Italia naye alijiingiza hapa, kwa sababu alikuwa anatafuta marafiki wa kumtetea pale ambapo Ufaransa watakapomshambulia. Itali na Ufaransa walikuwa na ugomvi pale ambapo Itali alipopoteza eneo lake huko Afrika ambalo lilichukuliwa na Ufaransa. Kwa upande wa Austria Hungary, yeye yeah, alijiunga na umoja huu kwa sababu ya kuogopa kushambuliwa na Urusi. Ugomvi wa watu hawa wawili ulianza pindi ambapo Austria-Hungary alipotaka kutawala eneo la Serbia, hivyo Urusi akajitokeza ili kutetea taifa hilo lisitawaliwe. Hapo ndipo ugomvi baina yao ulipoanzia. Hivyo Ujerumani, Austria-Hungary na Italia waliunda umoja wao ambao uliitwa Triple Alliance. Na umoja huo uliundwa mnamo mwaka 1882 japokuwa Italia ya kuingia miguu miwili katika umoja huu kama ilivyo kwa Uingereza katika upande wa Triple Entente. Pia taifa la Ujerumani liliamua kujenga jeshi kubwa sana la majini lenye vifaa hatari kuliko mataifa yote huko Ulaya. Jambo hili lilimshutua sana Mwingereza ambaye alikuwa mbabe katika eneo hilo. Ujerumani alitekeleza mpango huu wa kujenga jeshi kubwa sana la majini mnamo mwaka 1898 na lengo lake kuli lilikuwa ni kulitisha taifa la Uingereza na kulilazimisha liingie katika makubaliano ya kuwa upande wake, lakini Uingereza walikataa na wakaamua kujenga meli nyingi sana kuliko Ujerumani. Hivyo mataifa haya mawili yalikuwa na uhasama wa chini kwa chini. Mpaka hapa, hali ya hewa imechafuka barani Ulaya na mataifa yameshajiandaa kwa vita. Pia wakati huu mataifa haya yalikuwa yakiandaa silaha za kutosha ili kujihami. Baada ya kukaa kwa muda mrefu bila vita kuanza, ndipo ambapo sababu ya kuanzisha vita ikatokea. Ilikuwa hivi. Sababu kuu ya vita ya kwanza ya dunia ilikuwa ni kifo cha Archduke Franz Ferdinand na mkewe ambaye aliitwa Sophie. Mtu huyu alikuwa ni mwana wa kaisari wa Austro-Hungary aliyekuwa mfalme mteule wa eneo hilo. Inaelezwa kuwa mtu huyu na mkewe waliuawa mnamo tarehe 28 mwezi Juni mwaka 1914 huko katika eneo la Sarajevo. Inadaiwa kuwa walienda kukagua vikosi walivyoviweka katika maeneo ya Bosnia pamoja na Herzegovina lakini wakati wakiwa huko yeye na mkeo walipigwa risasi na kuuawa na mwanaharakati aliyeitwa Gavrilo Princip. Na hii ni kutokana na kwamba kulikuwa na vuguvugu la wanaharakati kuondoa utawala wa Austro Hungary katika maeneo hayo ya Bosnia na Herzegovina. Sasa kitendo cha mauaji ya kiongozi huyu kiliwauzi sana Austro Hungary ambao walitupa lawama zote kwa Serbia kwamba wao ndio wamehusika na mauaji hayo. Pia walitaka kutumia fursa hii ili kumaliza kabisa harakati zilizo kinyume chao hivyo wakataja mambo waliyotaka yafanywe na Serbia, lakini Serbia wakagoma kufanya mambo hayo. Hivyo, kutokana na jambo hilo Austria-Hungary akaamua kutangaza hali ya vita dhidi ya Serbia. Lakini kama nilivyokwisha kukueleza hapo awali kwamba Serbia ilikuwa ikilindwa na Urusi ambaye yupo upande wa Triple Entente, walipo mataifa kama Ufaransa na Uingereza, hivyo nchi hii ya Serbia ikaenda kuongea na wakubwa zake ambao ndo hao niliyokutajia hapo. Hivyo hivyo kwa upande wa Austria-Hungary naye akutaka kuanzisha tu mashambulizi, ikabidi na yeye awaulize wenzake kama wapo pamoja naye. Alituma ujumbe Ujerumani, ambao walimjibu kuwa tupo pamoja na wewe na tupo tayari kuingia vitani. Baada ya Austro-Hungary kupata uhakika kutoka kwa Ujerumani, ndipo ambapo mnamo tarehe 28 mwezi Julai mwaka 1914 Austro-Hungary akatangaza vita dhidi ya Serbia, na kwa kuwa Serbia ilikuwa inatetewa na Urusi, ndipo ambapo siku mbili baadaye majeshi ya Urusi nayo yakajiandaa kwa ajili ya vita. Baada ya kuona hivi, Ujerumani naye kama alivyomwahidi Austro-Hungary kuwa atakuwa naye pamoja naye, akaweka majeshi yake tayari kwa ajili ya vita. Ilipofika tarehe moja mwezi Agosti mwaka 1914, Ujerumani akatangaza vita dhidi ya Urusi. Mpaka hapa pande mbili zilikuwa vitani, yaani Triple Entente na Triple Alliance. Taifa la Ujerumani waliona wazi kuwa hawatoweza kupigana na Urusi pamoja na Ufaransa kwa wakati mmoja Hivyo wakaamua kumchagua mmoja wa kuanza naye ambaye ni Ufaransa, lakini wakati huu Ufaransa alikuwa ameshatega majeshi yake katika mpaka wake na Ujerumani. Hivyo Ujerumani waliogopa kwenda moja kwa moja mipakani, kwa sababu endapo angefanya hivyo, basi kungetokea na mauaji ya kuchinjana, kwa sababu angekuwa amekutana uso kwa uso. Hivyo Ujerumani wakaamua kukaa chini na kutengeneza plan B ya kulivamia taifa la Ufaransa. Plani hiyo iliitwa Schlieffen plan. Plani hiyo hiyo ilitengenezwa na mtu aitwaye Count Alfred Schlieffen. Plani hii bii ilikuwa hivi: majeshi ya Ujerumani yasiende moja kwa moja Ufaransa, yaani katika mipaka walikokuwepo, badala yake wawazungukie kwa nyuma kwa kupitia njia ya Belgium. Wao waliamini kuwa wakishavuka katika nchi hiyo, basi wataweza kuwashambulia Ufaransa kwa nyuma tena kirahisi zaidi. Ujerumani alizani kuwa anaweza kupitisha majeshi yake yote katika ardhi ya Belgium bila kipingamizi chochote kile, kumbe alijidanganya. Nchi hii ya Belgium haikuwa upande wowote ule katika vita hii yaani, tunaweza kusema kuwa ilikuwa neutral. Sasa swala la watu kupita katika nchi yake hakukubaliana nalo, hivyo akaanza mashambulizi ili kuwazuia Wajerumani wasipite katika ardhi yake, jambo ambalo lilipunguza kasi ya majeshi ya Ujerumani. Kitendo hichi kilionekana kama uvamizi, hivyo Uingereza akatangaza vita dhidi ya Ujerumani. Licha ya pingamizi kutoka Belgium, majeshi ya Ujerumani alizidi kusonga mbele kwa nguvu kubwa kuelekea Ufaransa huku majeshi ya Belgium yakizidi kurudishwa nyuma. Wanajeshi wa Belgium walitengeneza maandaki ili kuzuia majeshi ya Ujerumani, lakini wapi maandaki hayo ya kusaidia chochote kile. Mpaka hii leo maandaki hayo ni moja kati ya alama muhimu sana ya vita ya kwanza ya dunia. Baada ya Ujerumani kuona mambo yanaenda sawa kwa upande wa Belgium na Ufaransa, yaani baada ya kuona anawaweza, hivyo akaamua kuwageukia Urusi ambaye pia alikuwa naungwa mkono na Ottoman Empire. Haikuchukua muda itali naye katangaza vita dhidi ya Austro-Hungary ili kujipatia mipaka mipya. Hivyo mpaka hapa sasa, Ulaya nzima palikuwa pananuka damu. Makoloni ya mataifa yanayopigana vita yalihusishwa moja kwa moja na vita hiyo, kwani wanajeshi wengi sana walitolewa barani Afrika na walikuwa wanawekwa mstari wa mbele vitani, yaani waanze kufa wao, kisha wazungu ndo wafuatie. Ilipofika mwaka 1916 vita vya anga vilianza, huku maelfu ya makombora yakiachiliwa kutoka angani. Kwa kuwa Ujerumani alikuwa na nguvu sana katika jeshi la majini, hivyo na yeye akaamua kuingiza nyambizi pamoja na meli za kivita baharini kwa lengo la kumshambulia Muingereza, hivyo akawa akishambulia meli yoyote ile aliyoiona mbele yake, zikiwemo meli za biashara na abiria, mpaka meli za taifa la Marekani akawa akizishambulia. Ukumbuke kuwa Marekani hakuwa katika vita hii, yeye alikuwa anawauzia silaha pande hizi mbili. Yaani, alikuwa ni mfanyabiashara, alikuwa akitengeneza silaha kisha anaenda kuwauzia ili waendelee kupigana huku yeye akijikusanyia pesa. Hivyo baada ya kuona meli zake zinashambuliwa na taifa la Ujerumani, hivyo na yeye akaamua kutangaza vita dhidi ya Ujerumani. Ilipofika mwaka 1918 majeshi ya Ujerumani alianza kuzidiwa nguvu, kwa sababu wapinzani wao walikuwa wakiwashambulia sana na ukizingatia ukweli kwamba Marekani naye alikuwa kashaingia vitani, yaani mtu ambaye alikuwa akiwauzia silaha hivyo moja kwa moja taifa la Ujerumani waliona ni wazi kuwa hawatashinda katika vita hiyo, hivyo wakaona ni bora wamalize vita na aliyekuwa mtawala wa wakati huo wa taifa la Ujerumani akaamua kuachia nafasi. Ilipofika tarehe kumi na moja mwezi wa kumi na moja mwaka elfu moja mia tisa kumi na nane majira ya saa tano asubuhi, wa Ujerumani wakaamua kusaini makubaliano ya amani maarufu kama Armistice Agreement. Hivyo huo ndio ulikuwa mwisho wa vita ya kwanza ya dunia. Baada ya vita hii kuisha mnamo mwaka 1919 taifa la Marekani, Uingereza na Ufaransa walikutana huko nchini Ufaransa ili kujadili nini kifanyike. Huu ulikuwa ni upande ulioshinda vita hiyo, lakini upande ulioshindwa vita hii hawakuitwa kabisa katika mkutano huo. Katika mkutano huo mataifa haya waliamua kuwa Ujerumani ndo anapaswa kubeba lawama zote za vita, pia anapaswa kulipa fidia kutokana na uharibifu aliyoufanya katika nchi zote zilizoasiliwa na vita na aliambiwa kuwa anapaswa kuwa na jeshi lisilozidi watu laki moja na kuruhusiwa tena kumiliki nyambizi wala jeshi la anga. Pia baadhi ya makoloni yake muhimu yalichukuliwa, na pia kuruhusiwa kujiunga na League of Nation ambao ni Umoja wa Mataifa ili kulinda amani. Pia kwa upande wa Austro-Hungary, empire yao ilivunjika na ndani yake nchi ndogo ndogo zikapata uhuru. Pia wakati vita ikiendelea Itali waliwasaliti Ujerumani na Austro-Hungary, hivyo akaenda upande wa pili. Sasa baada ya vita kuisha, Itali waliona wamedanganywa kwa kutotimiziwa ahadi walizopewa ili wawasaliti Ujerumani. Hivyo mwisho wa vita ya kwanza ya dunia ulipanda mbegu ya vita kuu ya pili ya dunia. Asante sana kwa kuwa nami na kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa makala hii. Kama bado hujasubscribe katika chaneli yetu, nasubiri nini? Hakikisha kuwa na subscribe kisha na bofya alama ya kengele ya notification, kwani kwa kufanya hivyo utaweza kupitwa na video zetu zenye lengo la kukuburudisha na kukuelimisha. Mimi naitwa Denis Jenson, na kutakia wakati mwema, na tukutane tena katika video nyingine. Asante na kwa heri.